Inabidi Tanzania muinuke tuzungumzie hili jambo, si kwa ubaya, lakini zungumza kwa haki, usimtukane mtu usi, usigusie mtu, si ubaya wa mtu hamna, lakini tunachokitaka si tunataka maendeleo Tanzania, wala hatutaki madeni Tanzania, hatutaki misaada kutoka nchi za nje, misaada ingie Tanzania aliyakuwa, sisi tunaweza kulima tunaweza kulima tukipewa sapoti ya kujengewa mabwawa ya maji tukajengewa mitaro ya maji. Mimi natokea kijiji kimoja cha Mariwanda, kile kijiji kile wanalima pamba, wanalima mahindi, wanalima mpunga, wanalima maharage, wanalima karanga, wanalima mazao ya kila design, lakini kile kijiji kinasumbuliwa na kitu hicho. Ukosa, yani, maji ya shida sana pale. Kuna mbunge mmoja wa sira anajulikana huyo, alikuja akachimba elfu mbili sini na kumi na ngapi, huyo akachimba kule vijijini akachimba bwawa bwawa wenyewe sasa hivi imeenda kujifukia na matope namaei, yani, wakulima sasa hivi wanasumbuka maji hawapati. Muwapeni support watu vijijini wainuke. Leo mchele unaenda mpaka kilo elfu nne mia tano mchele mchele nchi inajiweza, lakini vipi support? Serikali haitoi support yoyote katika kwa haitoi support yoyote kwa wananchi. Mimi nilikuwa nikifuatilia masuala ya bunge, yani, muda mwingine unasema vitu vinavyozungumziwa bungeni, Allahu akbar, yani naumia kuliko maelezo, lakini mimi nawakumbusheni, mimi si mwanasiasa, mimi si mwanasiasa wala sipendi siasa. Mi nachotaka ni maendeleo Tanzania natoka le tu, mtu natoka tunataka mtu akitoka anatoka kijijini kwake anaingia Dar es Salaam, Dar es Salaam mji mji kweli, kama miji mingine. Angalia wengine wanavyo wanavyo wanavyo wanavyotufanya, si wajinga, wanakuja natupiga guba dhahabu, wanaweka wanaweka zao kule, wakishafikisha kule wanatengeza ramani ya miji wanatengeza ramani, ramani ya miji wanajinga Serikali mfanye kazi. Tanzania tunafanya nini? Tupo tu, tu kucheka kila siku eh? kutembelea magari yenye hela nyingi, wanyonge anaumia kule, hata support hawapewi. Bunge wanazungumzia wana, yani bungeni watazungumzia kitu wanakizungumzia afu kinaishia pale pale bungeni. Kuna haja gani ya kuwa na bunge sasa? Si bunge ni simu, livunje tu liwepo. Sasa mwongozo unakuwa na wao Marekani, roa mbemu muone haki za mashoga Mlivunja ile bunge. Kwa sababu